Mkoa wetu utaendelea kuwa na amani. Kuanzia sasa, wakati wa kampeni utakuwa na amani, wakati wa uchaguzi ikiwemo kupiga kura, na utakuwa na amani baada ya uchaguzi. Amani hii tuliyonayo imejengwa na misingi ya waasisi wa taifa hili, tukianza na Mwalimu Nyerere ambaye leo ndio ukumbukizi yake. Sisi tuliopewa dhamana tunapaswa kuendeleza amani hiyo. Awamu zote zimelinda amani na muungano wa Tanzania. Nataka niwahakikishie, amani katika mkoa wa Arusha itaendelea ili tuendelee kuyapata maendeleo yaliyopangwa mkoa wetu. Unanufaika na miradi mingi mikubwa ya maendeleo. Mkoa wetu ni kitovu cha utalii, sifa ya amani lazima iendelezwe katika mkoa wa Arusha. Ni waombe wakazi wa mkoa wa Arusha jitokeze kwa wingi tarehe ishirini na tisa, na wazee, mmenihakikishia na mmehamasishana kwamba mtajitokeza kwa wingi kwenda kupiga kura. Kupiga kura ni haki ya kikatiba ya kila Mtanzania. Mnatukumbusha na kuwakumbusha vijana kuitunza amani kutumia vizuri mitandao. Lakini vijana wenye sifa ya kwenda kupiga kura tarehe 29 wajitokeze kwa wingi kwenda kupiga kura, matamanio yenu ya kwenda kupiga kura kwa wingi tarehe 29, na wahakikishia, nawahakikishia mtapiga kura wa Tanzania na wananchi wa mkoa wa Arusha kwa amani na utulivu bila wasiwasi wote wasi, mtapiga kura mrudi nyumbani, na baada ya hapo, taratibu za tume zitachukua nafasi ya kutangaza walioshinda, na sisi tunaamini atakayeshinda kwa haki atangazwe ameshinda. kwa hiyo risala yenu. Pia matibabu mengine yanaanza leo kupitia ofisi yangu ya mkuu wa mkoa, anayemwoo ataratibu. Tunahimiza sana kwamba tuendelee na amani yetu, tuilinde nchi yetu, tuipende nchi yetu ili tuweze kuitimiza amani yetu na kuangalia kwamba maisha ya watoto wetu itakwenda vizuri amani ndio imetuwezesha kufanya mambo haya mpaka leo. Tumefika hapa ni kwa ajili ya amani ambayo, na kila wakati kabla ya kufanya mambo yetu tunamtanguliza mambo, tunamtanguliza Mungu mbele. Amani ndio kitu cha kwanza. Tumehamasisha wazee wenzetu na familia zetu na vijana wetu wenye miaka kumi na nane na kuendelea.